Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Ni kwa jina naitwa Yusuf Bakari Zuberi Kibue mm. Sheikh, yeah. Mimi nimetafuta mali zangu za halali yeah, mimi mwenyewe peke yangu yeah, bila kushirikiana na yoyote yeah, nikachumbia nikaoa mke wangu wa halali, nimeishi naye na watoto pia nimezaa naye. Sasa imetokea kuachana naye, yule mwanamke anadai agawane naye, agawane mali zile nilizochuma mimi peke yangu. Sasa shekhe, nataka kujua kuna sheria ama ruhusa inayoruhusu mwanamke kugawiwa mali ya mumewe? Moja hilo. Mbili, ninapokuwa nimemwacha kuna sheria yoyote inayoruhusu nimepomwacha nimpe chochote kama cha kumzawadia? Mwisho wa swali langu. <tipos> ya kuachana kama leo tunavyosikia na ulimwengu jinsi uvyoharibika, wako wanawake wanaolewa kwa reason hiyo tu, kwa sababu hiyo tu, yaani kwamba yeye hana haja na ndoa, lakini anakubali kuolewa na mtu mwenye mali, kisha wanasababisha jambo waachane, halafu anaenda court, anaenda mahakamani udai kwamba wagawane paso kwa paso au vipi itakavyokuwa. Hii ni shida ambayo imejitokeza wakati wetu, na ili kutokana na kukosekana maadili ya ndoa katika familia zetu. Sasa tukija katika swali so, lake ni moja, lakini lina ncha mbili. Je, upo uhalali wote? kwamba yeye agawane mali na huyu mwanamke kwa sababu alizichuma hizi mali peke yake. Tunasema hivi, ikiwa umechuma mali kwa sheria ya Uislamu, umechuma mali peke yako au umechuma mali wewe na mkeo, utakayojua. Lakini hakuna sheria kwamba mkiachana mgawane mali nusu kwa nusu, hata kama mmechuma pamoja, isipokuwa yule mwanamke akiwa ana mali yake, kwa maana kwamba alitoa pesa akafanyisha biashara au mlifanya kitu sharika, yeye alitoa percentage fulani na we ulitoa, mko hapo, yeye yumo. Hata mkiachana mali yake ipo, hata akifa mali yake ipo, mbali na urithi. Kwa maana ile mali yake ipo vile vile, kwamba sehemu yake wewe mume utafakurithi na, na hata sehemu yake wengine umechuma naye. Sheria ya sabu, Islamu, haiko hivyo labda kwa hii ncha ya pili ndio ikapelekea watetewe na hiyo mahakama, kwa sababu waislamu wengi tunapoacha tukifanya hicho, ambao ndio hii nchi ya pili. Uliza ndugu yetu hapa uh, kwamba ipo sheria kwamba nikimwacha mke nimpe chochote, ndiyo ipo sheria hiyo kwamba mke ukimwacha umpe chochote, akaanzie maisha. Na ingekuwa tunalifanya hili na imani hizo, talaka zenyewe zingekuwa kidogo za magendo magendo, maanake singekuwa rasmi. Kwa maana gani? hujua kwamba mimi bwana nikimwacha mke huyu lazima nimsaidie kitu akaendeza maisha yake, basi ungekuwa kile hali hiyo hali unafikiria, maanake hapa mimi milioni na unampa kutokana na uwezo wako wewe

na wale wanaoachwa basi wapewe kitu kidogo kiwasaidie sehemu ya wema, hasa labda hawa wanawake, na serikali imeona itie mkono wake kuwatetea, kwa sababu wengi wanaoacha hawafanyi hili. Lakini kama mwanamke na serikali ikakomfamu kwamba alipewa kitu wakati anaachwa, basi ni haramu, haramu, kuchukua mali wakagawana na ikitokezea eh, si kwa mfano hakupewa hicho kitu, basi serikali isaidie kumpa kile kinachoendana ile mwanamke kutoka kwenye mali ya mwanaume, sio kugawana nusu kwa nusu kama inavyofanywa. ili ni jambo halipo. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu kashatieleza kwamba swala la kulishwa mwanamke au kusimamia mwanamke lipo kwa nani? La, liko kwa mwanaume Arijalul qawwamuna ala nisa bima faddalhum kwa bima anfaqu min amwalihim, kwa sababu Mwenyezi Mungu amewapa wanaume daraja la kumnyosha mwanamke mwanamke. Kwa sababu gani? Aliwafadhilisha ile ubora, mwanaume anasubiri zaidi kuliko mwanamke, kuna hivi na hivi. alafu pia kwa kile ambacho wanaume wanatoa kualisha nani, wanawake. Sasa ndio maana kwamba ikawa kama huyu mwanamke hawezi aseme agawane sawa sawa na mumewe, atapewa kile ambacho kitamsaidia kwenda kwenye maisha yake. E, ikiwa kama ni nyumba labda kubwa, atapewa baadhi ya vyumba kodi imsaidie, au e, kama itauzwa paseti jifani, atapewa au mwanamume ana mali nyingine, anaweza kukompiseti kupitia nyumba akachukua ile mali akampa akaanzie maisha ndio maana hata zawani za, za, za, za, zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu walipatana kwenye kwenye kijiji za kwenye tuseme kama area uh, walipatana bwana, tusimuozeshe Hasan mjukuu wa Mtume. Hasan wa sena Husein alikuwa mtu, lakini Hasan alikuwa mtu, lakini alikuwa ni ni mwoaji sana takriban kipindi chake zaidi ya wake mia mbili themanini aliwaoa. Sasa ikawa imepigwa kampeni, bwana huyu sasa akija asiozeshwe, eh asiozeshwe. Kwa hali hiyo, basi wanawake wakasema, sasa akija tena watu tutakubali, kwa sababu alikuwa na sifa hiyo, kwa alikuwa ni, ni mzuri na alikuwa ana uwezo na alikuwa hajabakiri, kila mke anamwacha, anampa hongo kubwa, akaanzie maisha. Sasa hili ni kwa hali wapi? Ubaya wao wanawake, sababu akiachwa anapewa hongo kubwa ya kwenda anzia maisha kwnao kasema akija kwetu tutamkubalia tu. Hii ndio ilivyokuwa ilivyo, kwa maana alikuwa akiprakti Qurani wa menyezigu walimu wakati wali mata kaona ni njia sehemu ya kutoa mali yake kwa sura kama hiyo. Kwa hiyo walikuwa wakiachwa, wanapewa kwa hiyo. Inahitajika situfanye namna hiyo, kama tujafanya ndio itakuja hayo mambo ya kudai mali, lakini isiwe paso kwa paso, isiwe nusu kwa nusu. Inahitajiki edha umechuma wewe mwenyewe au umechuma pamoja, ila aljazaau ihsan ila alihsan. Hujakatazwa Islam kumfanyia wema, mmechuma pamoja, alivumilia akanywa uji, alivumilia hakuwa na kitu kwa nyumbani, alivumilia wewe ndio kasome upate certificate ya doctorasi ma degree ya masters professor, upate ni sehemu pia ya ku support. Kwa hiyo unaweza kuwa mmechuma pamoja. Kwa hiyo ikitokezea ukorofu wote, wewe mwenyewe ufanye hekima, bwana, mali hizi ni zako, kabla hujaenda hata huko uh, court na serikalini. Uislamu unaangalia sana eh, ihsan Sona, sana ihsan, ahibba linasi ma tuhibbu li nafsika, Allah, upendelea watu wapate kile ambacho nafsi yako inapenda. Ingekuwa wewe tu umeshirikiana na mtu kwenye kazi na nini, afu hajakupa chochote vipi? Sikwambi huyu ni partner katika maisha yako? Kwa hiyo kama umetokea kile ukorofi, ndio ile imsaku bi ma'rufin au tasrihun bi ihsan mkiana mwane kwa uzuri, mshikane katika sababu yoyote ya kuachana, basi mwachane kwa uzuri. Ndio hiyo kumpa chochote naye akaanzie maisha. Allahu Taala alam.